Hayo yameelezwa na mwinjilisti John Kiungai kutoka KKKT shirika wa Sehela dayosisi ya Meru ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bodi ya nidhamu shule ya sekondari ya Sing'isi akiwa katika kongamano la maombi maalum kwa ajili ya kuombea wanafunzi wa kidato cha nne katika shule hiyo iliyopo wilayani ya Arumeru mkoani Arusha. Amesema kuwa ndani ya wahitimu hao ndipo wanapatikana viongozi wa kanisa na taifa. Mungu ndiye aliyetupa zawadi ya watoto hawa. Ndani ya vijana hawa ndipo tunakotazamia viongozi wa taifa hili na kanisa hili. Kwa hiyo tumeona kabla mitihani, ya mitihani tuandae maombi haya kongamano ile maombi kabla ya kuwapa neema ya kupata vyeti vyao na kuanza mitihani yao rasmi. Tukaona tumwalike Mungu. Maana yeye ndiye yote. Rumi nane, ishirini na nane, Biblia nasema maana ukifanya kazi pamoja na Mungu atakupatia mema mema, nasi tunataka Mungu akapatie watoto wetu mema, roho, hekima na maarifa waweze kuwakalia. Wito wangu kwa wazazi ni kujua wajibu wao, kuhakikisha watoto wanapata chakula, lakini kudumisha nidhamu, kwa sababu nidhamu inaanzia nyumbani mpaka hapa shuleni. Mgeni rasmi katika kongamano hilo Safira Ndelwa amewaasa wahitimu hao kujikubali kwa kuwa Mungu anawazia yaliyo mema huku mwinjilisti Pray God Kimaro kutoka KKKT Usharika wa Lerai akiwaeleza kuwa wanamhitaji Mungu katika kila jambo wanalolifanya. Naamini kwamba Mungu anawazia mema. Hapo mlipo tuna madaktari bingwa wa upasuaji. Hapo mlipo tuna wanajeshi tutakaowapigia saluti pamoja na kwamba sisi wazazi wenu. Hapo mlipo tuna marais ipo tuna wabunge, tuna mainjinia, wakada mbalimbali mbali. Niko chini kwa unyenyekevu kabisa kuamini mtatuhudumia tutakapopita mahali popote, mkituona mtuhudumie, kwa sababu Mungu anaenda kung'ara kwenu. Mnaenda kufanikiwa kwa kiwango cha juu, mnaenda kufaulu kwa kiwango cha juu. Usifikirie kwamba hapa ndio mahali umeweka kituo, bado una safari ndefu ambaye unamuhitaji Bwana akufikishe. Bwana Yesu asifiwe! Na kama unamuhitaji Bwana akufikishe, jitahidi sana kutafuta uso wa Bwana, ili Bwana akupe akili katika mambo yote, ili Bwana akupe ufahamu katika mambo yote. Usipomrusu Bwana kukupa akili, utamrusu shetani akupe akili usipokubali Bwana kufundishe kutulia katika elimu, utamruhusu shetani akufundishe mambo ya dunia. Mkuu wa shule ya sekondari Singisi, Mwalimu Datus Mganga, ameeleza lengo la maombi hayo, huku mmoja wa wazazi Elirehema Kaya na baadhi ya wanafunzi akiwemo Patricia Yohana na Benjamin Kaya wakiwashukuru walimu na wazazi kwa kuwalea vizuri. Leo tumefanya maombi maalum kwa ajili ya kidato cha nne, lengo kubwa ni kuwakabidhi watoto hawa kwa Mungu kwa sababu tunajua bila Mungu sisi ni bure. Yeye anatupa maarifa, akili na uchaji. Atuwezeshe kuwahudumia vyema watoto au awawezeshe kuyakumbuka yote waliofundishwa, lakini pia kumrudishia sifa na utukufu. Katujalia afya, miaka minne tumefikia hapa. Kwa kweli ni siku ya kumshukuru pia na kumrudishia sifa na utukufu wao wazingatie utii na wawasikilize walimu wao ili waweze kuvuka ili daraja kwenda daraja lingine kwa sababu kama wasipowasikiliza hawataweza kutimiza malengo yao. Niliyopata ni mengi sana, mojawapo ni nidhamu hasa shuleni na katika jamii. Pia nilichokipata ni msingi bora na kujifunza kujitegemea, ujuzi wa, ki, wa darasani na mambo mengine ya ustadi za kimaisha. Matarajio yangu baada ya kuhitimu ni kupambana na kuendelea kus, kuendelea na advance. Walimu wazidi tu kupambana kuwafundisha wanaokuja, na wazazi waendelee kutulea, kutuongoza katika njia ya masai. Mbali na maombi hayo, wahitimu wametunukiwa vyeti vya kidato cha nne kutoka katika shule hii ya sekondari Sing'isi iliyoko Arumeru mkoani Arusha. Mimi ni Elihuruma chao.